Tazi Ugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu na Tabora, wapendwa sana maaskofu wakuu, maaskofu wote mliotufikia kutoka nje na ndani ya nchi yetu ya Tanzania, watawa wote wa kike na wa kiume pamoja na ndugu zangu wote wapendwa wa Kristo wapendwa na na wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. <tipu> Kristo ni yote na ndani ya wote ni ujumbe wa mtakatifu eh, Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya tatu mstari wa kumi na moja. Na hiyo kwa kweli ndio hotuba yangu, na ningependa nipanue zaidi kwa wale ambao wamechukua eh, souvenir hii, kumbukumbu hii. Leo nimesali kwa ajili yako kila mmoja wetu aliyepo hapa nimemkumbuka na nimemwombea. Leo tunaona na tunatambua kwamba ni siku ya pekee, lakini ni siku ya kuombeana heri na baraka za Mwenyezi Mungu ziweze kutawala maisha yetu na mimi najua kabisa kwamba Mungu amesikia sala yetu hiyo, ingawaje, na hiyo nasikia moyoni, lakini si kwa maneno ambayo nimesikia kutoka kwake, lakini kutokana na moyo wa imani natusukuma kabisa kwamba wawili watatu wanapokutana kwa jina la Kristo Yesu, yeye anakuwa kati yao. Na siku hii ya leo, hiyo siku aliyoifanya Bwana, kama tulivyoishambiwa. Kwa hiyo tunafurahi na kuishangilia kwa nguvu zetu zote. Tumeonekana, tumeonyesha utajiri. Sikuombea utajiri wala fahari, nilijua kwamba ligine hilo ungelipenda sana, lakini niliomba ujawe na hazina zenye kudumu daima. Niyakuombea ili uwe karibu naye na kila siku mpya inapoanza yanze wanze hiyo siku katika Kristo Bwana. Kwa hivyo naomba akupe afya na baraka, na na marafiki wako wakusaidie katika kudumu katika imani yako. nikuombea ujana mwema wenye kujawa na furaha katika mambo yote yanayodumu, na makubwa pamoja na madogo, lakini zaidi sana, au zaidi ya yote, nimekuombea upendo wake. Na kuombea upendo wake usio kifani. Asanteni sana na natakieni na siku njema katika nafasi hii.